Katika ulimwengu ambapo mamlaka ya kisiasa mara nyingi huwa kwa uzi mwembamba na utulivu ni ndoto tete, kumlinda kiongozi wa taifa si tu kazi; ni sanaa, ni sayansi. Yeye ndiye mtu aliyejenga upya taifa kutoka kwenye majivu ya mauaji ya kimbari, kiongozi ambaye haongozi tu hatima ya nchi yake, bali pia uaminifu kamili wa vikosi vyake vya hali ya juu zaidi. Hili si swala la starehe. Ni suala la kuishi. Kwa Rais Paul Kagame wa Rwanda, kila hatua ni hatari iliyopimwa. Kila undani ni suala la kuishi na kufa. Ulinzi wake ni ngao iliyojengwa kwa nidhamu, ujasusi na teknolojia ya kisasa. Ni mfumo ulioundwa kutopitika. Hii ndiyo hadithi ya mwanasiasa anayelindwa zaidi barani Afrika na vikosi vya siri vinavyosimama kati yake na ulimwengu wa nje. Ulinzi wa Rais Paul Kagame si kitu kimoja tu, bali mfumo uliounganishwa kwa karibu na wenye tabaka tabaka nyingi unaofanya kazi kwa usahihi wa kijeshi. Ni kielelezo cha utamaduni wa taifa makini, nidhamu na wenye kufikiria mbele. Mfumo huu unakwenda mbali zaidi ya msafara rahisi wa magari, ukijumuisha mtandao tata wa vitengo vya jeshi ujasusi na polisi, kila kimoja kikiwa na jukumu maalum na muhimu. Haya hapa ni matabaka tofauti ya ulinzi wake. Tabaka la kwanza ni waridi la ndani, walinzi wa jamhuri ambao wanajulikana kama Republican Guard. Hili ndilo tabaka la ulinzi linaloonekana zaidi na la haraka zaidi. Walinzi wa jamhuri ni kitengo maalum ndani ya jeshi la ulinzi la Rwanda, ama ukipenda RDF waliochaguliwa kwa makini kutokana na uwezo wao wa kimwili na kiakili, wanaunda kitengo cha ulinzi wa karibu wa kibinafsi wa rais. Kazi yao ni kuwa ngao ya kibinadamu ya papo hapo, tayari kujibu tishio lolote la moja kwa moja. Rais anapotembea, mduara wa karibu wa walinzi hawa humzunguka, macho yao yakichunguza hatari kila mara katika umati. Wao ni mabingwa wa mawasiliano yasiyo na maneno, wakitengeneza na kudumisha nafasi salama kumzunguka bila mshono. Wamefunzwa katika mapigano ya karibu, tathmini ya vitisho vya hali ya juu na taratibu za uokoaji wa dharura. Hutumia silaha na njia mbalimbali ili kufanikisha kazi yao. Mwanzo ni magari yenye silaha ama ukipenda amad vehicles. Gari la rais ni gari maalum lenye ulinzi mkali wa risasi, mara nyingi gari la kifahari la kisasa kama Mercedes Benz S-Class au kipenda SUV iliyoimarishwa. Magari haya yameundwa kustahimili milio ya bunduki ndogo, milipuko na hata mashambulizi ya kemikali. Msafara wa magari pia unajumuisha magari mengi ya danganya yaliyo sawa na ya rais ili kuwachanganya washambuliaji. Pamoja na magari yenye silaha nzito ya kuandamana kama vile Toyota Land Cruisers au magari maalum mepesi yenye silaha. Pili, mawasiliano ya hali ya juu. Walinzi hawa hutumia mtandao wa mawasiliano salama na wenye siri ambao huwezesha kuratibu mienendo yao na kushirikishana habari za ujasusi kwa wakati halisi, huru kutoka kwa mitandao ya umma. Tatu ni silaha maalum, bastola na bunduki zao zimechaguliwa kwa ajili ya kutegemeka na ufanisi katika mapigano ya karibu, huku wakizingatia usahihi na udhibiti ili kupunguza uharibifu usiohitajika. Hii inajumuisha bunduki za kisasa za kushambulia na bastola za kaliba ya juu. Kikosi kingine ni kikosi maalum cha operesheni au kipenda The Special Operations Force, SOF. Kikifanya kazi nje kidogo ya eneo la ulinzi wa karibu, kikosi maalum cha operesheni hutoa uwezo wa kujibu haraka kwa hali za hatari kubwa. SOF ni kitengo maalum kilichofunzwa kwa ajili ya kupambana na ugaidi, uokoaji wa mateka na utatuzi wa majanga. Wao ni jeshi la akiba. Wakati walinzi wa jamhuri wanazingatia ulinzi wa karibu, SOF wameandaliwa kushirikiana na kuondoa vitisho vikubwa na tata zaidi. Wanalinda eneo la karibu la tukio la rais, na uwepo wao unahakikisha kwamba shambulizi lolote lingekabiliwa na jibu kubwa na lenye mafunzo ya hali ya juu. SOF hutumia aina mbalimbali za magari yaliyoboreshwa kwa maeneo tofauti, kutoka mazingira ya mijini hadi vijijini. Haya mara nyingi ni magari ya kasi ya kimbinu yanayoweza kupeleka wafanyikazi haraka kwenye eneo la mgogoro. Pia wana vifaa vya kuona vya hali ya juu, ama ukipenda advanced optics. Hutumia maono ya usiku, picha za joto na teknolojia za drones kwa ajili ya ulinzi wa wakati halisi na ufahamu wa hali hii. Huwawezesha kuona vitisho ambavyo haviwezi kuonekana kwa macho ya kawaida. aidha pia wana vifaa maalum. Vifaa vyao ni pana zaidi kuliko vile vya walinzi wa jamhuri, vikiwemo bunduki za walengaji ama ukipenda sniper rifles kwa ajili ya kutatua vitisho vya umbali mrefu, na vilipuzi maalum kwa ajili ya kuvunja na mapigano ya mjini. Jeshi la polisi la taifa la Rwanda ama ukipenda the Rwanda National Police RNP RNP ndio uso wa umma wa ulinzi na mstari wa kwanza wa ulinzi kwa ajili ya tukio la rais. Jukumu la RNP ni kusimamia na kulinda mazingira makubwa. Wanadhibiti trafiki, kusimamia umati na kufanya doria za kawaida. Uwepo wao umeundwa kuzuia vitisho vya kiwango cha chini na kutoa hisia inayoonekana ya utulivu na usalama wakati wa msafara wa rais. Wao husafisha njia mapema na kuzuia makutano ya barabara. Wanafanya kazi kwa karibu na vitengo vya jeshi, wakishirikishana habari na kuhakikisha njia laini na salama. Kikosi hiki hutumia magari ya kawaida tu ya doria. Haya yanajumuisha magari ya polisi na pikipiki kwa ajili ya kusafisha njia na kudhibiti umati. Pia wana mifumo ya ulinzi ama ukipenda surveillance systems. Jeshi la polisi linaongeza matumizi ya mitandao ya hali ya juu ya CCTV na ulinzi wa umma kufuatilia matukio na kutambua shughuli za kutiliwa shaka kutoka mbali. Kikosi kingine cha kumlinda Rais Kagame ni the Directorate of Military Intelligence au kwa kifupi J2. Hili ndilo tabaka muhimu zaidi lakini lisiloonekana la ulinzi. Hapa ndipo vita vinashindwa kabla ya kuanza. J2 inawajibika kwa utambuzi wa tishio na utatuzi wake kabla ya wakati. Dhamira yao ni kutambua mipango, kufuatilia washambuliaji wanaowezekana, na kukusanya habari za ujasusi zinazowezesha vikosi vya ulinzi kuchukua hatua kabla tishio halijatokea wanafanya kazi ndani na nje ya nchi, wakifuatilia vikundi pinzani, mitandao ya watu wenye msimamo mkali na mtu yeyote ambaye anaweza kuwa tishio kwa mkuu wa nchi. Hii inajumuisha ulinzi wa kidijitali, ujasusi wa kibinadamu na ujasusi wa ishara. Silaha zao ni kama zana za ujasusi wa mtandaoni ama ukipenda Cyber Intelligence Tools. J2 hutumia programu za kisasa na uchambuzi wa data kufuatilia mitandao ya mawasiliano, mitandao ya kijamii na majukwaa mengine ya kidijitali kwa ishara za vitisho vinavyowezekana. J2 pia wana Global Reach, ingawa si mashine, mtandao wao wa watoa habari na maajenti ndio zana yao yenye nguvu zaidi wanaufikiaji wa kimataifa wakifanya kazi na washirika wa, wa kimataifa kufuatilia na kuzuia vitisho mbali na mipaka ya nchi ya Rwanda. Hadithi ya ulinzi wa Paul Kagame sio tu kumhusu yeye binafsi, ni ushahidi wa azima ya taifa. Ni hadithi ya nchi ambayo, baada ya kukabiliwa na giza lisilofikirika imechagua kujenga ngao isiyovunjika. Tabaka za ulinzi wake kutoka kwa usahihi wenye nidhamu wa walinzi wa jamhuri hadi uwezo wa kujibu haraka wa kikosi maalum cha operesheni na kazi tulivu yenye umakini ya ujasusi wa kijeshi, zote hutumikia lengo moja kuhakikisha kwamba utulivu uliopatikana kwa shida, kwa damu na kujitolea kwingi hautapotea tena kamwe. Ngome hii inayoonekana na isiyoonekana ni ahadi, ahadi ya utulivu katika bara ambalo mara nyingi hufafanuliwa na machafuko, ahadi ya nguvu mbele ya vitisho vinavyoendelea, na ahadi kwamba mstakabali wa Rwanda uliojengwa kutoka chini kwenda juu utalindwa kwa ukali na no kwa umakini.